Zaidi ambapo katika upande wa fahamu zaidi inasema kwamba kulingana na saikolojia kadri mwanaume anavyozidi kuwa na akili nyingi basi ndipo ambapo wanasema wanapata wachumba kwa kuchelewa. Saikolojia inasema hivyo, kulingana na saikolojia kadri mwanaume anavyozidi kuwa na akili mara nyingi ndivyo nafasi yake ya kupata mchumba inapungua. Ina kweli ndugu zangu kwamba pale ambapo mwanaume akiwa na akili nyingi basi ya katika upande wa kupata mchumba mm, nafasi inakuwa inapungua. Na hii wanasema inatokana labda, a, kuna vitu ambavyo mara nyingi sana huwa anaangalia. Anaangalia haiba, anaangalia masuala mazima ya mawasiliano, anaangalia hiki anaangalia kile, yani wanakuwa anachunguza sana. Sasa katika kuchunguza chunguza, kimwangalia huyu ah, kimwangalia kwa angalia, mwanaidi huyu mwanaidi, bwana ana tabia hii na hii na hii anachunguza mtu mwingine huyu, bwana ana tabia ina ina ina hanifai kwa kadi ya kuchunguza, anavyoendelea kuchunguza na alivyo ambavyo, nafasi ya kuweza kupata mchumba inapungua, na hata akipata mchumba basi ni kwa kuchelewa. Saikolojia inasema hivyo. Tuachende katika upande wa fahamu zaidi, moja kwa moja tuamie katika upande wa kitaifa.